Siku ya Bwana tunamwamini Bwana Yesu kwamba hakika tunashinda, hata kama vita ni vikali, lakini vita hivi tunashinda na zaidi ya kushinda kwake ye aliyetupenda. Bwana asifiwe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 Je, yeah, si kinga cha moto hicho kilichotolewa jikoni? Mungu amekupa wewe sifa ya kuwa kinga cha moto kilichotolewa jikoni, bado kinawaka. Shetani anakugusagusa anataka akuzime, lakini akikugusa Mungu atamkemea aungue. Bana asifiwe. Mungu ndiye aliichagua Yerusalemu kuwa ndio makao yake. Mungu alichagua Mchikichini kuwa ndio makao yake, kakuweka wewe kinga cha moto cha kuja kumshinda adui katika vita hivi. Vita ni vikali, lakini iko silaha, silaha ya maombi na ja silaha hiyo Mungu ametupa kwa kuwa msali wa kwanza. Anasemaje Bwana Yesu? Imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Ndio somo lenyewe, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ndiye amesema. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Kwa nini? Moja, kwa sababu unayemuomba ni Mungu, yeye sharti atakujibu. Lakini mbili, maombi ndiyo maisha ya Mkristo, mtu aliyeokoka, mtu wa Mungu aliyeokoka. Chakula cha roho yako ni maombi, na maombi yenyewe unamuomba Mungu ajaye maombi kwa nini? Kwa kuwa unayemwomba ndiyo yeye aliyekuambia imekupasa kuomba Mungu siku zote. Maana yake anasema inakupasa kuja mbele zangu siku zote, inakupasa ujihurudishe mbele zangu siku zote, ili utakapohudhuria mbele zangu nitakusikia, nawe utanisikia siku zote. Basi katika hali zote utakazopita, mimi nitakuwa pamoja nanyi, nitakuwa pamoja nawe siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu amesema hayo ili kanisa lake litiwe nguvu katika